16 anaadhimishwa Mtakatifu Maria Margarita Alacoque aliyezaliwa huko Ufaransa. Maisha yake yalikumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo ugonjwa wa utotoni. Alijiunga na shirika la watawa wa Visitation na kuishi maisha ya maombi na ibada. Alipata maono kadhaa, ikiwemo Yesu akimwambia kuhusu upendo wake kwa wanadamu na umuhimu wa ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambayo yaliathiri sana maisha yake na kukuza ibada hii Alitangaza ujumbe wa kuimarisha ibada hiyo, akihimiza watu kumcha Mungu kwa njia ya upendo na huruma. Aliandika maandiko mengi yanayohusiana na maono na ujumbe wake. Alifariki mwaka 1690 na baadaye kutangazwa mtakatifu. Leo hii ibada ya moyo mtakatifu inaadhimishwa na waumini wengi duniani na Maria Margarita anaheshimiwa kama kielelezo cha upendo wa Kristo.